kisima, kisima cha uzima mwangu, mwangu moyoni, bubujika, bubujika daima, mwangu, mwangu moyoni Bwana bubujika bu yeah. Na nilikuwa nazungumza na roho yako Nilikuwa nazungumza na roho yako mwanamke. Nilikuwa nazungumza na roho yako kijana. Roho yako baada ya kusikia maneno haya, unaona roho yako baada ya kusikia maneno haya, sasa roho yako inalia ndani yako kwa siri. Roho yako inataka kumrudia mumba wako ili uweze kupata kibali kwa Yesu Kristo ni kutubu dhambi. Na kama uko tayari kutubu dhambi, hapo hapo ulipo umekaba, hapo hapo ulipo embu fuatana na mimi katika maneno ya sala ya toba. Bila kujali bia uliyekamata, bila kujali uko wapi, bila kujali umekwenda wapi, bila kujali kwamba umeshika basoro nataka kwenda kwa watu, rudi kwenye safari yako kwenda kwa watu. Bila kujali kwamba unakwenda kwa mganga wa kienyeji, rudi hiyo safari yako ulionayo kwenda kwa mganga wa kienyeji. Leo Yesu anakurudisha. Utarudi vipi? Ni kwa kutubu dhambi. Sasa nataka ufuatane na mimi kwenye sala hii ya toba. Pale ulipo, embu inua mikono yako juu, weka mikono yako juu ni ishara ya unyenyekevu mbele za Mungu, ni kumwonyesha Mungu kwamba Baba, sina uwezo wa kushinda dhambi, lakini nahitaji msaada kutoka kwako ku. kwa sababu ya maandiko yanasema ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, embu kwa kinywa chako pale ulipo sema, e Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimeyasikia maneno yako leo kupitia neno lako hili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 Baba, naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokutenda kwenye maisha yangu yote. E, Bwana Yesu, nikiwa najua nikiwa sijui, siku ya leo sitaki maisha ya dhambi tena. Dhambi zimenichosha, dhambi zimenichosha, dhambi zimenichosha, zime naomba unitakase moyo wangu kama ulivyosema katika neno lako, heri wenye moyo safi maana hawa watamwona Mungu. Safisha moyo wangu uliochafuka kwa kiburi, uliochafuka kwa hasira, uliochafuka kwa masengenyo, uliochafuka kwa uongo. nimeuchafua moyo wangu e, Bwana Yesu, kwa kupigwa kwako mimi nimepona. Yesu Kristo, kwa sababu ya dhambi zangu nimejiletea magonjwa mengi ndani ya mwili wangu. hapa nilipo, maisha yangu yako mashakani, nasikia kufa kufa tu. E, Bwana Yesu Kristo, nakuomba e Bwana kwa kunisamehe dhambi zangu, chukua na mizigo yangu ya magonjwa yangu ya matatizo yangu. Ndoa yangu iko hatarini, familia yangu iko hatarini, kazi yangu iko hatarini, maisha yangu yako hatarini. Hivi sasa Yesu Kristo, nakuomba uniponye, nakuomba unipumzishe, na kuomba uniokoe. Baba yangu wa mbinguni, naomba ulifute jina langu kwenye vitabu vya hukumu liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima kule mbinguni kwa Yesu. Asante Yesu Kristo kwa kunisamehe dhambi na kuniokoa katika jina la Yesu Kristo. Hapo hapo hapo hapo ulipo. Nataka nikuombe. Usijali kama uko kwenye mazingira ambayo sio rafiki, hapo hapo ulipo. Hata kama uko kwenye mazingira ya kufanya dhambi, hapo hapo ulipo. Acha kufyatua risasi kwanza. Acha kunywa pombe kwanza. Nataka nikuombe. Baba mwema katika jina la Yesu Kristo. Sande kwa sababu yeye ni Mungu mwenye nguvu na uweza, wa kifalume uko mabegani mwako. Wewe Yesu mwenye nguvu umesema kwamba, na yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Angalia mtoto wako huyu, kupitia maneno yako amejitambua kwamba yeye ni mwenye dhambi, ametubu kutoka ndani ya moyo wake, na hata hapo alipo moyo wake unalia kwa siri. Wewe Baba uchunguzaye mioyo ya watu, unauona moyo wake baba Asante kwa sababu umemsamehe. Naomba neema yako Yesu ikamfunike. Naomba uweza wako Yesu ukamfunike. Kuanzia sasa Baba, muokoe na dunia hii mbovu. Mwokoe na yule mwovu. Neema yako Baba ikazidi kuongezeka juu yake. Na hata mati, matatizo alionayo ambaye Mungu yamekuja kwake chungu chungu kutokana na dhambi zake alizofanya, Baba ninakuomba ukampokee mizigo yote alionayo. Kwa maana amesema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami na nitawapumzisha. Mpumzishe mwanamke huyu. Mpumzishe kijana huyu. Mpumzishe baba huyu, mwondoe katika giza hilo baba. Asante kwa sababu ni mwenye rehema. Umeyatenda hayo kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Mpigie Yesu makofi na vigelegele vingi. Basi Mungu akubariki sana, na kufikia hapo kwa siku ya leo nitakuwa nimefikia mwisho. Nataka na nimwombe Mungu kwa ajili ya kipindi kizuri cha neno la Mungu lakini pia kwa ajili yako na wao ambao wamefuatilia mahubiri haya huko wapi. Nataka nimshukuru Mungu Baba, mwema asante Mungu mtakatifu, kwa sababu we ni Mungu ambaye umekuwa pamoja nasi tena, tangu siku ya kwanza, ya pili na leo siku ya tatu, neema yako baba imekuwa juu yetu, umetuwezesha baba kwa uwezo wako ulio mkuu. Sante baba kwa sababu umenipa neema ya kuyanena maneno haya kwa watu wako walioko mahali hapa katika viwanja hivi na watu wako ambao Mungu ako majumbani mwao na ulimwengu wote kwa sababu Yesu habari umeipeleka kila mahali katika dunia nzima. Baba mtakatifu, ninakushukuru kwa sababu mkono wako wenye nguvu umekuwa pamoja na sisi. Tunajikabidhi mikononi mwako tena Baba kwa wakati huu. Tunaomba neema yako Baba ikaendelea kuwa pamoja na sisi. Utufiche chini ya uvuli wa mbao zako Bwana Yesu Kristo. Rehema zako nyingi Baba zikaambatane na sisi. Baba tunakutukuza na kukuinua katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mpigie Bwana makofi. Amina, Mungu akubariki sana. Karibu mtumishi wa Mungu, mulinikaribisha Piga makofi na vigelegele kwa ajili ya mtumishi wa Bwana. Maneno ni mazuri yenye uzima kwa ajili yako baba mama uliyesikia maneno haya. Bwana Yesu asifiwe sana na imani hapo ulipo nyumbani, hapo ulipo nyumbani, maneno haya yamefika kwako, nayo yamefanyika baraka na uzima. Lakini bado tunaendelea, bado tunaendelea. Leo ni siku ya tatu. Kesho tunaendelea mpaka Jumapili. Tunaendelea kukaribisha sana. Tunaendelea kukaribisha sana haijalishi uko wapi. Endelea kutufuatilia. Endelea kuambatana na sisi kama una, una, ugonjwa, una shida mbalimbali. Lete mgonjwa wako tuko Wazo hapa Mafuriko. Tunakukaribisha sana. Karibu sana baba yangu, mama yangu. Karibu sana. Usiogope. Usiangalie watu watakutazamaje. Lakini Yesu yuko mahali hapa kwa ajili yako. Unaposikia habari hizi, unaposikia sauti hii, ni Yesu anakuita kwa sauti ya mabembelezo, anakuita, anataka urudi, anataka ugeuke. Mungu akubariki sana, mtumishi wa Bwana. Naamini umepokea hapo ulipo, kama ugonjwa wako umeondoka. Haleluya! Ni wewe imani uliyoiweka kwa Mungu. Mungu ni mwaminifu, na amini amekuponya. Mungu akubariki sana. Basi siku ya leo tunaishia hapa lakini bado nendelea kukaribisha sana sana, karibu sana, karibu sana, usiogope, usiogope, ungana na sisi hata kama uko nyumbani, endelea kuweka imani, jumuika na sisi pamoja nasi katika maneno haya, na Mungu atakubariki sana. Basi nitamkaribisha mchungaji mwenyeji, yeye atakuwa na neno la shukrani, halafu atatuweka mikononi mwa Mungu. Basi baada ya mchungaji mwenyeji kuna jambo. Karibu. Amina, karibu mama. Asante, haleluya. Hakika nimeja shukrani mbele za Mungu. Kwanza najitambulisha kwa jina, ninaitwa mchungaji Yusta Aloisi Mwarukosi, ninahudumu kanisa la Jesus is Life Assemblies of God. Nipo mahali hapa Mafuriko, mtaa wa Madiba. Karibu sana, ninawakaribisha wapendwa wa Bwana na wote mnaomsikia sauti hii, karibu sana. Yesu anawapenda, mahali hapa kuna huduma zote za kiroho. Haleluya, ninamshukuru Mungu kwa sababu ya mahubiri tuliopewa mahali hapa, ni chakula bora cha uzima. Kwa hiyo, Yesu anasema kwamba mkijua kweli, kweli tawaweka huru. Kwa neno lake ni kweli, hii kweli inatuondoa kwenye mikandamizo na kwenye unyonge na kwenye umasikini. Kwa hiyo kweli yake tumeshaweza kuisikia leo masikioni mwetu. Kwa hiyo tunaomba Roho Mtakatifu atuwezeshe kuyatendea kazi haya tuliyoyasikia, tusiwe wasikiaji tu, mwisho tukawa sahaulifu. Na kwenda kuweka mbele za Bwana, kwa sababu watu wote tunaondoka, muda umekwisha. Kwa ajili ya kesho, ninawakabidhi mbele za Bwana Baba, katika jina lenye uweza, nguvu na mamlaka, ninawaleta watumishi wako, watoto wako mahali hapa Naleta mbele zako eye mfalme wa mfalme uliye wa Bwana abwana, watangulie e mfalme wa amani, maana umesema Bwana, usipolinda mji yeye anayekesha anakesha bure. Tunaomba ulinzi wako, anakapotoka mahali hapa wazingire kwa ukigo wa damu ya Yesu. Naomba roho mtakatifu wawatangulie na kuwaongoza katika safari zao, na kwenda kinyume na kusambaratisha kila roho ya uharibifu na mauti, na mipango yote mibaya inayozuia ili wasifanye kazi ya Bwana na kila roho inayozuia neno lako lisiweze kupandika ndani ya mioyo yao, na kwenda kinyume nikisambaratisha na kunyamazisha kimya sauti zote za kichawi, na napandisha na sauti ya Kristo Yesu, sauti ya Bwana ikasikike ndani ya mioyo yao. Bwana Yesu, tazama muda huo anapotoka mahali hapa, ninawafunika kwa damu ya Yesu, malaika wa ulinzi wazingie na kuwatangulia katika jina la Yesu. Nimeomba, amen. Sio mlevi anajiita mnywaji kasumba, sio mwi. Amina, mshangilie amina. Bwana anapoondoka, mtumishi wa Bwana, Mungu akubariki sana. Bado tunataka kukaribisha sana sana sana, kwa hiyo tumeshia hapa. Nendeni na amani ya Bwana, nendeni na amani ya Bwana, barikiwe sana, ah.